Na wewe. Una shida gani? Mbona unatembea kama kuku mwenye mdondola? Eh? Mama, Mama nini, nini? Eh? Umepatwa na nini? Baba nani? Unamwona mwana? Wewe nime. Nini vya kutoka shule? Unafukuza shule? Mwalimu anakupiga unafukuza shule? Hata kujibu uwezi eh? Kujibu uwezi? Huna mdomo leo? Una hata, unaweza ukaongea naye, na wewe pia unaweza ukaongea naye. Kuna jambo, siku hizi mambo ni uwazi eh? hata wewe mzazi wa kiume unaweza kuongea naye shule, wanafundishwa na walimu wa kiume na wanaongea naye hapana. Tupe huu ndio kuzungumza, wewe umepata na nini? Ah, em toka bwana, nitoka ndapisha gule afu baba ne hiyo tabia sijui mtoto wa kike sijui nini. Kuongea naye hata wewe pia unaweza kuongea naye, sio lazima. Mimi sikilize mwanangu eh, huyu binti hapana, siku hizi mzazi wa kiume pia unaweza kuongea. Hata wewe pia unaweza kuongea naye nayean itayari imeshamtokea na sina mtu yote wa kumweleza. Natamani mama angu angenisikiliza, lakini mimi simwanaye wa pekee, asiponisikiliza mimi atamsikiliza nani? Mm, acha tu niende nikamwambia. Neema, hivo najisikiliza kweli? Yeni, enzi zetu sisi. Yaani bintu ulikuwa humwambii mtu yoyote kitu chochote, hata kama ni mama yako, mpaka siku na kuja kuposwa. Lakini sitaki kusikia ujinga wako, ah, ah, hapana. Ah, hapana, hapana, sitaki kusikia kabisa, sitaki. Nadhani umenielewa, nimesema sitaki kusikia ni hey! ni sasa, ni mimi <coughs> nikiona <coughs> msikitani <coughs> sahivi mtandawazi m umefanyaje? Yaani binti anajisikia yuko huru k Baby mama, mama shida okay. Ni nini? Mbona umepoa sana huko, tofauti na mimi nilivyokuzoea Neema. ne mjua mimi sio huyu Neema namuona hapa. Mimi, wewe Neema, tumezaliwa kijiji hiki. Kwa hiyo nakujua, Neema akiwa na furaha namjua, Neema akiwa haipo vizuri namjua. Sema nani kakusumbua? Unanijuaga mimi? Nikatatu nyingi mbele, sema nani kakusumbua? <hums> Ah, tumbo? Mimi nikajua labda una matatizo makubwa, tumbo tu kama hili. Sasa, hilo tumbo linaumaje? Yaani tujue sasa tukupe dawa kulingana na ugonjwa. Je, linauma juu, chini au pembeni? Au tumbo linaumaje? Umaje kwanza, yaani ebu, eh, niambie. Uh, ni linauma tukiasarasara? Sasa, sisi tunataka kukusaidia, unakubali unakubali vizuri kabisa. Sema sasa wewe Neema, wewe ni mwanafunzi. Wewe Neema ni mwanafunzi usije kuwa labda umeawanz halafu baadaye Yaani, kila nikianza kuimba wewe ndio unaniita unanisubia. Basi namalizie, ningekuwa mbali mimi. Kuna nini huko

unakua siku tatu ndani ya nyumba bila kumwambia mamako hata mimi baba yako. Shaa, mwanangu. Hakikisha, Mama Mama Nema, kesho asubuhi umpeleke zahanati akapata huduma, sawa? mm -hmm. Nima mwanangu, pole sana mwanangu, sawa mwanangu, utakuona sawa mwanangu, okay. Mama Nema, basi ngoja mimi nielekee chumbani.

Baba ni. Naam. Ni... Ja. Baba, huyu mtoto tangu mdogo anamjibia no maswali na anaongelea, lakini sasa hivi amekuwa ana uwezo wa kujibu mwenyewe. Naomba muulize. Nema mwanangu, najua umeongezana na kule mamako hospitalini, majibu uliyopewa. Niambie. Nema, yule pepo wa kiburi amerudi? Neema mwanangu.

Toto, lao. Eh? Ehi, dunia shuka eh, eh, eh. Ile familia hawana mbele hawana nyuma, wewe ndio ukaenda kujitupa hapo. Hivi una nini wewe? Eh? We, we. Sasa hivi hmm. ni wawe Nilikuwa na kuambia kwamba zungumze na mwanao. Umeanza mama. Suala la kuongea na mtoto tulisema kwamba we utaongea naye na mi nitaongea naye, sasa umeanza kunilaumu. Mtoto kaa kitako tena, zungumza na mama yake bwana. Umeanza kule tulipoishia ndo nakuanzia. Sio mambo ya kwanza kulaumiana, sasa hivi jambo limeshatokea. Haina haja ya kuanza kulaumiana. Wewe mwenyewe ulisababisha. Wewe, twende tukajue anachojua mwanao. Mwana nadhani mwajumbe, Joni, tumeenda huko kwa mzee Lawa. Joni haeleweki, hasomeki nyumbani kwao wala mtaani. Sasa tumekuita hapa kama wazazi wangu, eu, tuelezee ni nini kilikukumba mpaka ukajikuta mikononi mwa Joni eh? Tuambie ukweli Naumwa. Nilienda njiani nikakutana na John akaniambia, tu twende akanipe dawa. Dawa? Yeah.